Karibu mwenzangu ni Yula Nzale, ambaye yuko tayari kwa taarifa hizi kwa ishara na, watu sita wa familia moja wamefariki kufuatia ajali iliyotokea baada ya gari walimokuwa wakisafiria kutumbukia ndani ya mto Kiama kaunti ya Murang'a. Familia hiyo ilikuwa ikirejea nyumbani kutoka sherehe ya kulipa mahari maeneo ya Kiambu. Na kama anavyoripoti Mary Mwoki, ajali hiyo inafikisha idadi ya waliofariki kwenye barabara katika kipindi cha saa 24 pekee kufikia watu 12. Kijiji cha Ndia, eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a kinaomboleza baada ya familia moja hapo kupoteza jamaa sita katika ajali ya kutisha usiku wa Jumamosi. Gari aina ya matatu iliyokuwa imebeba watu kumi na watatu wa familia moja lilitumbukia kwenye Mto Kiama mita chache kutoka nyumbani kwao. Walikuwa wakirejea kutoka sherehe ya kulipa mahari Kiambu. Tukawa tukiwa nusu hapo, ndio tulikuta ndio ngari ilipotea mbili, nikaenda kushika ikakataa, nikaomba Mungu ikaambia Mungu usikubali sasa kufiku, kusema namna hiyo, hawa wakaanza kupiga duru wote wakapiga duru, tukifika huko nisikia pa, nikajisikia mi nikiwa chini, nikiwa majini, kichwa ya ngari kaingia kaa, kwa, kwa maji. Watu sita waliaga dunia papo hapo, huku manusura wakipelekwa hospitali ya rufaa ya Murang'a. Sita kati ya waliokuwa wameenda wameaga dunia ikiwemo babangu mzazi na kuna wengine wamepata majeraha kipata sisi. Kwa hiyo hospitali ni wagonjwa sita, tukawahudumia vizuri, walipigwa picha, wakafanyiwa investigations zenye zilikuwa zinahitajika, wakahudumiwa vizuri na wako sawa. Mmoja tu ndiye anaonekana ako na injuries eh, serious na atalazwa hospitali miongoni mwa walionusurika ni Julius Warwingi ambaye bado anaona miujiza kwamba yuko hai. Tulikuwa tunatoka Kiambu na, na tulikuwa tu, tu, tumekaribia kufika nyumbani. Dereva akasema gari imekosa brake na yeye akakosa kudhibiti ile gari. Ilikuwa masaa ya usiku, ii yi gari ikatutupukiza kwa, kwa mto. Wakazi wa eneo hilo wanasema daraja hilo limekuwa tisho likikosa usalama kando ya barabara. Imetuagusha sisi wote kwa mto, familia mzima ya watu kumi na tatu walikuwa kwa hiyo gari. Watu wa serikali, watu wa ngarilio, hiyo barabara, hiyo daraja ni mbaya, juaina mabati ya kando na kando kwa hivyo ina, inaweza kosa ajali mingi sana hapo. Maiti za marehemu zimepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti ya hospitali ya Murang'a Level 5. Maafa hayo ya punde ya kijiri saa chache baada ya watu wengine sita kufariki kwenye ajali nyingine ya barabara ya Nakuru. Mary Mwoki, Runinga, e-Citizen.